Tulizungumza na Muddy tukamuuliza, mathalan ikatokea abadilike awe mtu mwema awe mfanya ibada achane na pombe akijoin link, vipi, utamruhusu kimuvi muvi director ndo ataamua. mm. kama nitamsamehe nitafanyaje, lakini mm. tukirudi kwenye walisa wa maisha nilivyo, nikimwachaga mtu hata ukibadilika ukija, mimi nitakwambia kama mbadilika, basi usije ukamfanyia mwanamke mwingine mm. ulichonifanyia mimi. uaga siwezi kurudi nyuma, kwa sababu na kitu cha kinakaga yaani mimi nahifadhi mm. nahifadhi sana, kwao. Kama ulinifanyia mabaya sana, nikikaa nawe nitakunafikia nikikuchekea, mm. kwao, ili nisiishi sasa kwenye kinyongo, nisiishi nikiwa na kuangalia wewe kwa ubaya, siwezi kuujana naye mpaka mpaka ulipokuwepo sasa hivi, kuna jinsi ambavyo sini fulani iligusa kile ambacho umepitia kwenye maisha mm. hapana yote na tunayojizamurikutokea kwa upande wangu, no, mimi mimi naweza nikasema kiasi lakini sio yote ya yeah. yotehchasm kiasi, mimi labda, mimi labda wakati wakti, upole ni karia yangu. Kama wanavyoniona mimi ndio jinsi ambavyo nilivyo, lakini pia wakati mwingine upande mwingine pia huwa anabadilika, huwa anakuwa mkali. kuna baadhi ya kuna vitu muda mwingine hata sindi akija anakuwa ni mtu ambaye hanielewi mda mwingine anakuwa ni mpole nampokea, lakini mda mwingine anakuwa ni mkali. Kwa hiyo inategemeana na situation ambazo ta, mda mwingine anakuwa anakupokea mpole, mda mwingine nakuwa mkali. Umekuwa kama ni king'ang'a hivi king'ang'anizi, unang'ang'ania. Sasa hizo wanawake wananiambia ni uzulie vikao, nang'ang'ania sana Acha tu. Nini ndugu yangu sielewi kitu cha, cha mchungaji <laughs> <Eti mtumishi. laughs> E, yani pale kuna, kuna, kuna nguvu ya Roho Mtakatifu pia ilitumika yeah, kwa ajili ya mazingira kama haya. Ndio maana unaona mtoto haelewi, kachanganyikiwa. Unajua vitu hivi sometimes ukitaka kuvifanya mm, lazima pia uite za Mungu zitumike, kwa sababu hichi ni kitu ambacho ni cha baraka. Kwa hiyo mm, sasa mimi kabla ya kufanya hicho kitu pia nilimuita Mungu mm katika nguvu zake pale, maana huyu anakuwa haelewi. mara moja tu, mara moja tu, sio mara nyingi uta, yani. mara moja jambo limeisha, alafu kuna namna, kama umejipata hivi, naona getu lako limebadilika, hata mtoto anakuja siku zile alishangaa, mbona getu lina na nini masofa na nini, zamani na godoro chini pale. Eh, hizo e, pia ni moja kati ya njia za, za za za kumfanya, za kumfanya huyu aendelee aendelee kuwa karibu sana na mimi, kwa sababu naamini mazingira ambayo mimi ninayo, mm. si mazingira ambayo pia anakutana naye, anaku, anaku kwa, kwa, kwa mume wake. Kule ni mtu ambaye anateseka sana, lakini akija kwangu anatamani kuishi ile maisha ambayo mimi nayaishi, tofauti na vile ambavyo anaishi na, na mume wake. Kwa hiyo hicho pia kinachangia kumchanganya sana Cindy kuendelea kunifuatilia mimi. Hivyo Cindy, si ni nyingi ambazo una act zile, hasa zile za kuumia umia zile, umekuwa ni mtu ambaye kama unatoa moyoni hivi kuna kama kaisia fulani hivi, hadi watu wanajiuliza kwamba si ndikaachika kweli anahamishia kule kueleta huko ama ni sini tu ambazo wamepangiwa? Um, mimi bwana, hii tamthilia kuna vitu vitu vingi ni kama vimejirudia tu kwenye maisha yangu y ya, kwa hiyo kuna baadhi ya vitu nikifanya, nafanya vizuri, kwa sababu nakuwa kama nakirudia tu kitu ambacho kisha kumtokea k nakuta nime, nimefanya vizuri zaidi, kwa hiyo sio kwamba mda huu ndo nimetoka labda kuumia nimetoka kufanyaje mm. ila nikiambiwa cheza, ninachoambiwa ni cheze, niisha kipitia mm. Ko inakuwa nii vigumu ile kutokea kwenye, kwenye maisha yangu. Watu wakawajiuliza kipi kwenda kwa Chacheboi mara moja na kutamani kuachwa na Muddy kung'ang'ania kwenye mahusiano ama kipi ambacho kimekukuta ambacho nasema hiki kama, kama, kama ni mimi kwenye maisha hii? Um, mimi naweza nkasema kwa asilimia kubwa kitu ambacho vinajirudia ni swala la kuvumilia. Ah, na mahusiano yangu mengi sana nimekuwa ni mtu ambaye sitoagi hukumu kwa mara ya kwanza. Nitajaribu kumtengeneza mtu wangu, labda awe vile ambavyo nataka, huko namvumilia kadri siku zinaenda, ila nikishafikaga mwisho hmm. kama ilivyokuwa kwa Muddy hmm. ikifika mwisho nikishaona sasa, wewe ni haubadiliki mm. na kuacha na nikikuacha, ndo na never na ever. Kwa hiyo vile kuvumilia, naambiwa wewe utacheza mwanamke mvumilivu, ndo kalia yangu ndo nilivyo, muda hata kipindi naambiwa ndio, akiwa sa utacheza, unamwacha usikia, ufanyeje? Nacheza vizuri, kwa sababu ni vitu ambavyo ndivyo nilivyo. Hata rafiki, hata nini, simkatiagi mtu tamaa kwanza. Nikikuta una tabia zako, nitakutengeneza vile ambavyo naona nataka uwe hivi. Sasa muda nakutengeneza, ukigoma kubadilika, nimekuvumilia, nikiona sasa huyu mm, habadiliki, uwaga na move on, achana na hicho na, na kitu ambacho akinini Tulizungumza na Modi tukamuuliza mathalan ikatokea abadilike awe mtu mwema, awe mfanya ibada, achane na pombe. Akijoin uh, uh, link vipi utamruhusu? Kimuvi muvi director ndo ataamua mm. Kama nitamsamehe, nitafanyaje? Right. Lakini tukirudi kwenye walisaa maisha, nilivyo nikimwachaga mtu hata ukibadilika, ukija mimi nitakwambia kama mbadilika basi usije ukamfanyia mwanamke mwingine. Mm. Ulichonifanyia mimi uaga siwezi kurudi nyuma kwa sababu na kitu cha kinakaga yaani mimi nahifadhi mm, nahifadhi sana, ko kama ulinifanyia mabaya sana, nikikaa nawe nitakunafikia nikikuchekea. Mm. Kwoo, ili nisiishi sasa kwenye kinyongo, nisiishi nikiwa na kuangalia wewe kwa ubaya, siwezi kuuliana. Nayoa yako ya mahusiano ipoje sasa? Kiwalisia sasa. Alhamdulillah, namshukuru mahabuba, mm, huko alipo mashallah. Mm. mm. Mungu anajalia yeah. Ngapi? Mmoja. nimtaje we wamwibe <laughs> Ah, mbona kama umejikia ukuta, e. No, siwezi kumtaja mm. na siwezi kumpost na, Naijua hiyo e. Mimi mwenyewe nina D2 na F4. Kwa zote zinazitumia vizuri. Hapana, sio Muddy Muzungu lakini, hapana, Muddy Muzungu my brother rafiki yangu pia naweza nikasema namshukuru sana. Yeye ndo kaniunganisha hapa mpaka nakuja. Muddy Muzungu ndo aliye nipa chance nikakutana na manyanya akanipokea baadaye baba Asma. Ya, kwa hiyo na mrespect na, na mheshimu yeye pamoja na mahusiano yake pia na mahusiano yangu binafsi. Ya, lakini ni vile tunacheza tu direct, alipenda kutoka kwenye agano kapo yetu vile basi ndo akatupa na nafasi huku, lakini wa Tanzania wana ile kukariri kwamba mm, watu wakicheza ya kwanza ya pili wanasema ndo, mtu wake ndo nini, kumbe hamna. Mtu anapenda tu direct, mnavyocheza kapo yenu naenda vizuri, ndo mnazidi kupewa kazi pamoja lakini Hapana. Amani, Amani ulianza, ulianza na Matilda hmm. Eh, ukapewa ambavyo ulikuwa hujahitaji kupewa ukaachana naye umekuja kwa Cindy kupa kidogo umeachana naye. Wewe ni mtu wa dini ambaye utaki, utaki, utaki kutenda dhambi ama unjaonja maana kila sehemu unaingia unaondoka hivyo. Watu kama hawakuelewi hivi, kiukweli nimekuwa ni mtu ambaye sieleweki nimekuwa mm. Ni mtu ambaye anabadilika sana lakini lengo na dhumuni director amenitengeneza ili kuelimisha jamii, kwa sababu kuna watu ambao wanatumia fursa za, za, za kuona kwamba dini yani dini kwao imekuwa ni sababu ya kuficha maovu yao. Kwa hiyo mimi mle sio kwamba ni mchungaji sana, hapana. Mimi mle nimetengenezwa kama mtumishi wa mchongo, naweza nikasema kwa, kwa lugha ya sasa hivi <laughs> umeelewa. Kwa hiyo ni mtu ambaye nachovia, nikaona ladha imeisha, nitafuta mwingine Bibi yangu naye tumia naongozwa kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kiniongoza sasa hivi sikutaki, mm. sikutaki kweli na kuacha. Eh? Kwa hiyo ni kwa hivyo yani. Lakini kiwalisia wewe wewe sio mtu wa kanisa. Ah, kiwalisia sio sana, mm. sio sana. Japo mimi pia ni Mkristo mm. ya ila sio sana. Ila kumwabudu Mungu ni jambo la kawaida. Maisha yako yanaelekea kwa na nani sasa? Maana wewe kila mtu kwa kweli kama bila afai. Ah, sijajua. Hiyo nadhani tuendelee kufuatia zaidi kwa sababu siwezi kujua madhumuni ya director kuniweka kuni katika hii sehemu ana maana gani. Kwa hiyo kama aidha tampokea Cindy, sijajua maisha yangu pia baadaye atakuaje, au rasivyo, kama tamkataa Cindy vile vile, sijajua mbeleni itakuwaje. Kwa hiyo kama mwanzo tu tukaendelea kufuatilia zaidi, basi mbeleni kwa nadhani tutaelewa namna gani director anataka. Sawa. Cindy, baada ya kutoka kwa, kwa Muddy eh, Amani anakukataa itakuwaje, kwa mimi sijajua, jamani, tuendelee kufuatilia dunia series, nawapenda sana, mwisho mtajua nini kinaendelea? Msiache kusubscribe, msiache kunifuatilia. Cindy Kakolanya kwenye mitandao yoyote inaitwa Cindy Kakolanya. ya, Muddy umpendi kabisa sasa hivi, ubaba huyu <laughs> uh, uh, simpendi umelizika. <laughs>